Kuishi maisha ya ukweli, ile yenyewe ni sifa ya kwanza. Kuishi kwenye yenyewe hayo ya ukweli kwenye maisha, kwenye uvaji o... kwenye kila kitu. Yeah. Mm. Mm. Yeah. Ta yeah. au? <laughs> <wapa ubepe? laughs> Hii kawaida tu hivi unyama hivi pale Karume hivi ni mtuma mwanangu mmoja hivi nenda kunichukulia, lakini aisi ni mitaa Ilala, ila ni kwenye duka linchukulia kama ishirini na tano. Unatengenezaje hizi? Yeah. Okay. mm. Rasta, ah, zangu hizi ina mwanangu mmoja ambaye ni saluni ile ambaye anayefanyia dredi ni saluni, yeah, ya kwangu nimemfungulia, ah. Kwa hiyo mimi pale huwa napiga oh, tu not yeah, not kwa, kwa sababu mimi ni bosi ni, ni, ni, ni, ni, ni wake ananifanyia kwa elfu kumi lakini watu wanaenda pale wanalipia kwanzia